Ili katika jamii ambazo tunakwenda kwa fasta kabisa na tunajitanua kiuchumi, jamii zetu zimetulia, siasa zetu zimetulia. Ni Morogoro, amea sisi, tunataka utaratibu wetu. Sisi ni mkoa wa kilimo, tunataka kwenda shambani turudi. Sisi ni mk nadhani wanasema Tanzania, baada ya Tanga, Morogoro ndio mkoa wenye kauli za ajabu. Jambo la amani na uchaguzi, ili uchaguzi wa kwanza themanini themanini na tano tisini tisini na tano elfu mbili elfu mbili na tano elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na tano huu uchaguzi kumi na tano. Baada ya chaguzi miaka kumi na tano miaka sitini leo ndo tunakuja kufundishana kwamba usichague, sijui kitanuka, sijui nini. Mi nakuombeni ndugu zangu, sisi watu wa Morogoro tunaitaga hiyo amani kwa sababu sisi kwenye utaratibu wetu wa maisha si watu wa kilimo, na lazima tutoke nje, na machafuko yanafanywa nje, na machafuko hayachagui. Kuna watu wanashabikia, umesema Shehe Alhaji Musa, wenye mitandao matusi nini, hao ni watu ambao tunawakemea kila siku, wana tabia za kuiga mambo sio yetu. Jambo lingine la ajabu kabisa sasa hivi, adabu kwa watoto. Mtoto unakuta hana adabu hata kidogo, asichapwe viboko, haki za kukiuka watoto. Mi nasema jamani, na kuombeni, wana Morogoro wenzana, katika hii sisi hatufanyi mambo ya kuiga, kuna mipaka kuna vitu tunasema, ndoa jinsia moja, hapana. Tunasema kututengenezea mifumo ya watoto kutuharibia, hapana. Tunasema haki ya kuchagua tarehe ishirini na tisa usituingilie, ni yetu. Wewe kama hutaki kuchagua, umeamua hutaki, kaa ndani, kwa lazima lakini useme we utatoka utafanya nani? Jana umemsikia mirejeshi kuu, Dkt. Samia Suluhu Hassan amesema nchi hii ina Amiri Jeshi Mkuu. Amiri Jeshi Mkuu ni yeye. Ina rais, ina rais, ina Amiri Jeshi Mkuu. Nendeni mkapige kura tarehe 29. Mimi naomba Tanzania wa Morogoro na wengi wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu ameshakuhakikishia, twendeni mkapige kura tarehe

unaitwa uchaguzi. Tunaamka asubuhi tunakwenda kupiga kura, tunarudi majumbani. Siku hiyo tunaambiwa tusiende kazini, tumepewa mapumziko, kila mtu anatulia. Tanzania yetu amani kwanza. Tanzania yetu, Tanzania yetu, amani kwanza, nimeongeza na Tanzania ni moja na watu wake ni wamoja. Amani kwanza, bila amani hakuna hayo hiyo fujo wanaitaka hao wakisema kimenuka haichagui. Na mimi namshukuru jana, Dokta Samia Suluhu Hassan anasema yeye ndio amerejeshi mkuu, nendeni mkapige kura kwa amani, na baada ya hapo maisha yanaendelea, na maisha yanaendelea kwa amani. Nataka tuzindue mfuko wa zaka sana, minakubali tuzindue mfuko wa zaka lakini huo mfuko wa Zaka ambao una maelekezo maalum, na kwenye zaka wale ambao wanatoa watoe kama ni obligation. Kuna jambo linaitwa ni sa baada ni ya hapo kwamba kuna wa, watu ambao wana wajibu wa kutoa zaka, ni lazima kwao. Kama tunaanza leo kama hayo mazuri mazuri afya zao wagonjwa walemavu mimi nadhani ni jambo la la la faraja sana, na lijulikani. Mimi nasema, naomba niwe wa kwanza katika kuweka maana yangu kwenye mfuko wa zaka, na kwa maana hiyo nitamke, nimeomba nitamke kwamba mfuko umezinduliwa rasmi, na mfuko unataka kuzinduliwa kwa kauli ya kile kinachotangulia chini kwa, mimi naomba niweke chini kwenye mfuko wa zaka kama mchangiaji wa, wa kwanza wa tafsiri ya zaka, niweke milioni tano. Kwa hiyo <coughs> <coughs> <coughs> nawaomba sasa, ndugu zangu, nendelea mkaliangalia hili la usimamizi wa mfuko, ili ikivi mahitaji ya zaka na sio ma uendeshaji osho za mikaaa ah, tunatoa ili ziwafikie wale wenye mahitaji maalum, wakati wengine wakipanga mipango mibaya dhidi ya nchi yetu kulivunja jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tunatakiwa tukatae, tukataye kwa sababu ni jambo ambalo halimpendezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuhatarisha maisha ya watu wengine au kusababisha watu kupata madhara ni haramu, ima wewe mwenyewe au kumsababishia mtu mwingine kujiua mwenyewe, ni haramu. wala taktulu anfusakum, mtu ambaye atakejiua mwenyewe atakwenda Jahannam kwa sababu ameidhulumu nafsi yake. Ni haramu kujua au kujisababishia madhara wewe mwenyewe, wala turku bi aidikum ila tahluka, msijipelekee nyinyi wenyewe katika yale ambayo yatawaangamiza. Yani ukafanya jambo ambalo unajua litakudhuru litadhuru familia yako litadhuru nchi yako litadhuru mustakbali wa maisha yako kwa ujumla, ni haramu kuelekea katika jambo kama hilo. Vijana wa bado nisilofuata lisilokubalika. Vijana ambao ndio tegemeo la taifa lolote lile. Wao walinzi wa amani namba moja katika nchi. Na ujana ni neema ambayo utaulizwa siku ya kiyama. Thumma la tusaduna yawma idin 'anil na'im. Katika jumla ya neema ni ujana, shababaka kabla haramika. Je, uliutumiaje ujana wako? kudhuru wengine, kusababisha damu za wengine zimwagike? Umeutumiaje ujana wako? Utaulizwa, uliwanufaisha watu? Leo ukiangalia, mmomonyoko mkubwa kwa vijana kumekithiri. Ukienda katika mitandao tadhani kwamba walio mule ni watoto wasio na wazazi, hawana staha, hawana heshima, hawana wanamtukana yoyote tu, hata viongozi wa nchi wanaweza kumtukana yoyote bila ya haya, ni kwa sababu ya ukosefu wa maadili na maadili siku zote ndio heshima ya nchi, heshima ya taifa lolote. inama alumma wa akhlaquhum ma waqiyat fa idhum dhahabat akhlaquhum dhahabu, Ahmed Shauki alisema taifa lolote, umma wote, heshima yake, utambulisho wake kuwa ni taifa lenye heshima ni watu wake. Ikiwa watu wake watakosa maadili, ni sawa na kusema hiyo taifa halipo, ni taifa sisi watanzania tunasifika, vijana wetu ni jenzi ambao wana adabu, ni jenzi ambao wanajiheshimu, ni jenzi ambao wanatii mamlaka, wanyenyekevu kwa wazee wao, kwa viongozi wao wa dini. Ndivyo tunavyosifika Watanzania. Taasisi yetu pia inajihusisha katika kuhimiza amani na mshikamano wa nchi yetu pamoja na kukemea udhalilishaji wa kijinsia na utunzaji wa mazingira. Mpaka sasa taasisi yetu imewahi kufanya shughuli zifuatazo: kusaidia watoto yatima, masuala mbalimbali yakiwa ni elimu, afya, chakula, mavazi na malazi. Hivyo bwande. Kwa upande wa watu wenye ulemavu, kuwapatia ni wanufaika wa mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri ya manispaa ya Morogoro, ambapo kundi hili lilikopeshwa kiasi cha shilingi milioni tano kwa ajili ya shughuli za ujasiriamali mali na mchakato wa marejesho uko salama.